Funza somo la sayansi, mada ya leo ni viumbe hai. Viumbe hai ni vitu vyenye asili ya kuishi na kufa. Sifa za viumbe hai: kukua, kupumua, kujongea na kuzaliana. Viumbe hai vina makundi makuu mawili ambayo ni mimea na wanyama. Katika picha hii kuna makundi mawili ambayo ni Mimea na wanyama. Nitajieni mimea inayoonekana hapa. mm -hmm. Bilingani, haya mafute, nyama, mazengo, nazi. Safi, mmejibu vizuri. Haya, nitajieni wanyama wanaonekana kwenye picha hii. Haya, chenene, kuna milii uh -huh. Uh -huh. uh, bata. Wewe bata sio mnyama, bata ni ndege. Aya, we unasema bata sio mnyama, ni ndege. Tutajie mnyama leba kwenye picha hii. Simba. Simba mwenzake nani? Yanga? We Yanga, kuna Yanga hapa? Unashindwa kutaja chui au mbwa <coughs> <chika> nini tawakosti <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>